Kuwa na mkutano mkuu tarehe 29 mpaka tarehe 30 ya mwezi huu, na mkutano mkuu utatanguliwa na vikao vya awali, tatanguliwa na kamati kuu ya chama cha Mapinduzi itakayofanyika tarehe 26, baadaye tafuatiwa na kikao cha halmashauri kuu ya taifa itakachofanyika tarehe 28 na, na baada ya hapo mkutano mkuu utafanyika tarehe 29 na, na tarehe 30. Nilieleza awali kwamba ajenda za mkutano mkuu huu maalum kubwa ni tatu, ya kwanza ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kipindi sasa cha miaka mitano, na taarifa nyingine ni ya serikali ya Zanzibar. Kwao tutapokea taarifa za miaka mitano za utekelezaji wa ilani za serikali zote mbili. Ajenda ya pili itakuwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo, Chama cha Mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 kuelekea 2030. Kwao tutazindua hapa ilani yetu, mambo muhimu ambayo chama cha mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi na hicho ndio kitendea kazi na huo ndio mkataba wa chama cha siasa kinapoingia katika kampeni, kinawaahidi wananchi, ili kikichaguliwa, basi ilani hiyo ndio mkataba na wananchi katika kutekeleza ilani hiyo. Ajenda ya tatu itakuwa ni marekebisho madogo tu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kuelekea katika mkutano mkuu kutakuwa na tukio la uwekaji jiwe la msingi la jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Tukio hilo litafanyika tarehe 28 siku hiyo ambayo kutakuwa na halmashauri kuu ya taifa. Nimewakaribisha wananchi wote waje Dodoma, maana yake karibuni Dodoma. Yaani habari kubwa itakuwa ni mkutano mkuu wa CCM unaofanyika, ndo habari ya mjini. Kwa hiyo wewe, mtu wa Dodoma, mwananchi wa Dodoma, ujanja pia ni kutumia fursa ya mkutano mkuu huu maalum. Uwe bodaboda, maana yake shughuli zako zitakuwa safi. Uwe mamalishe, shughuli zako zitakuwa safi, wenye mahoteli, wenye huduma za vinywaji, wenye ujasiriamali wowote, wauzaji wa uniformu kila mtu atafaidika na uwepo wa mkutano mkuu. Tunaenda kusimamisha nchi tarehe ishirini na tisa mpaka thelathini. Tunaenda kusimamisha nchi, wote tutakuwa hapa Dodoma. Kwa hiyo nawakaribisha sana Dodoma, usipitwe, nchi itakuwa hapa. Tanzania yote itakuwa Dodoma. Kwa hiyo ni muda mwafaka, ni fursa kwa wana Dodoma kutumia mkutano mkuu huu maalum.